Mambo vipi mwana IREM TV, popote pale ulipo eh, nilikwambia hii ni sehemu ambayo tutakuwa tunakutana kwa ajili ya kujadili lakini pia kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo popote pale ulipo duniani. Sasa kwa muda kidogo kuhusiana na, na michuano ya kimataifa lakini pia kuhusiana na, na uh, vilabu mbalimbali vya Ulaya lakini leo nataka tuzungumze kuhusiana na zile timu ambazo kwa kiasi kikubwa sana watu wengi wamezi kama wamezisahau hivi, na hasa hasa katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana ya NBC Premier League. By the way bwana, leo nimekutana na, na funny fact moja kwenye kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ikanipelekea mpaka kuandika kwenye mtandao wangu wa Instagram uh, kupitia RMTV pamoja na official Emmanuel Goodluck lakini kaizungumza pia kupitia Shamba FM, lakini sasa nimetamani kuzungumza pia na wana Irem TV wafahamu hichi ambacho nimekutana nacho leo. Nimekutana na msimamo walikuu soka Tanzania bara, hasa hasa kwa timu ambazo zipo katika nafasi za chini kabisa, nafasi ambazo kuna posibiliti pia ya kuteremka daraja e, KMC, Tanzania Prisons e, Mbeya City pia ni miongoni mwa timu ambazo nakutana nazo sawa, Singida Big Stars pia nayo yupo umo umo lakini kutokana na uchache wa idadi ya michezo aliocheza ndo maana kidogo yeye anamtreat kama special case. Sasa, uh, kuna utofauti wa alama mbili pekee kutoka nafasi ya kushuka daraja na nafasi ya kucheza playoff, ama pengine nafasi ya kukaa salama kabisa. Mbeya City ana alama 12 mpaka wakati huu tunapozungumza na yupo kwenye nafasi ya juu kabisa ya kucheza play-off kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, wakati ambao uh, kumi na mbili na alama kumi Mbeya City, lakini ziko timu ambazo zina alama kumi na moja pia katika msimu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara hapo hapo, na ziko salama kabisa hazipo hata katika nafasi ya kushuka daraja pamoja na timu zenye alama kumi na mbili. Timu zenye nafasi ya kushuka daraja mpaka sasa, ambazo zimekaa katika nafasi mbili za mwisho kwa maana ya 15 na 16 ni KMC pamoja na Tanzania Prisons ambao wote wana alama nane hadi saa hizi. Singida yuko juu yao kidogo hapo. Sasa nataka nikupe funny fact kidogo ambayo ukiondoka nayo itaenda kukuambia kuhusiana na hali halisi iliyopo katika ligi ya soka Tanzania Bara. Singida ameangusha alama nyingi sana zaidi ya alama kumi mpaka kumi na mbili mpaka sasa katika idadi ya michezo saba ambayo amecheza kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Kitu shinda mechi moja na Mbeya City akipoteza mechi moja KMC, akamteremsha Mbeya City, akamteremsha Singida Black Stars, akateremsha pia na Tanzania Prisons, wakakaa kwenye nafasi ya kuteremka daraja, alafu yakakaa kwenye nafasi ya juu kabisa ile ya kucheza playoff, kwa maana ya kwamba nafasi ya 16 na 15 wanashuka, nafasi ya 14 na 13 wanacheza playoff. Sasa yule wa 13 KMC ana nafasi ya kukaa pale ikiwa tu atashinda mchezo wake mmoja, mara baada tu ya kupata alama tatu dhidi ya kikosi cha mashujaa kwa ushindi wa goli moja kwa sifuri kwenye uwanja wao wa Majaliwa ambao wamegeuza uwanja wa nyumbani mara baada ya KMC Complex kufungiwa. Sasa kinachonifurahisha ni hii rekodi ambayo naenda kukupa sasa hivi ambayo itazigusa timu za JKT Tanzania, Pamba Jiji, a Namungo pamoja na na Mtibwa Sugar. Hizi timu nne. Tangu mwaka elfu mbili na ishirini, ishirini na moja ndio msimu ambao timu yenye alama nyingi zaidi iliteremka daraja. Nakukumbusha huo msimu jinsi ulivyokuwa. Huo ni msimu ambao Singida United wakati ule haikuwa Singida Black Stars wala Singida Fountain Gate. Singida United wakati ule ilishuka daraja ikiwa na alama 35 kama unakumbuka, ilikuwa imefungana na Gwambina ambayo ilienda kucheza playoff wakati ule, na Gwambina nayo ilikuwa na alama 35, wakati mtu wa juu ya kwao alikuwa na alama 39 Kama unakumbuka sawa sawa huo ndo msimu ambao timu yenye alama nyingi zaidi itaemka daraja mara baada ya hapo. Timu yenye alama nyingi zaidi kuwahi kucheza playoff ilikuwa KMC ikiwa na alama 32 kama kumbukumbu zako pia ziko sawa sawa. Katika msimu wa 23 24 KMC ilicheza playoff ikiwa na alama 32 lakini mbali na hapo, timu nyingine zilizoshuka daraja ikiwa Moken Gold mwaka jana ilikuwa na alama kumi na sita kama sio kumbu, kumi na nane na kama, 16, kama, 18, kama nakumbuka sawa sawa sawa. Aliyefuata alikuwa na alama ishirini na tatu, alikuwa Kagera Shuga. Then mara baada ya hapo timu zilizokwenda kucheza playoff hakuna hata mmoja alikuwa na alama zaidi ya thelathini na mbili mpaka hapo sasa. Jeketi Tanzania mpaka sasa hivi ndo kinara wa ligi ana alama ishirini na nne. Alafu hapa chini kuna timu kama Namungo, kuna timu kama Pamba Jiji, kuna timu kama Mtibwa Shuga. Hizi timu, timu, timu zikilingana michezo na Jeketi Tanzania zinamwacha Jeketi kwa angalau alama tatu zaidi. Hiyo inakupa picha ya kwamba bado hizi timu zina nafasi nzuri zaidi ya kukusanya alama. Sasa ligi yetu bwana, kwa watu ambao hawajagundua namna ya kuicheza na, na kwa baadhi ya timu ambazo zinacheza mzunguko huu wa kwanza bwana. Mzunguko wa kwanza huo unakuaga mzunguko wa tofauti sana . Kabla hujaenda kwenye dirisha dogo, ukifanikiwa kukusanya alama nyingi zaidi katika mzunguko wa kwanza, zikifikia alama angalau 25 mpaka 28, una possibility kubwa sana ya kubakia kwenye ligi, kwa sababu ligi yetu ina vita kubwa sana ya kuteremka daraja kuliko vita ya kushindania ubingwa mpaka saizi tunapozungumza JKT ataonekana kwenye resi ya ubingwa lakini kwangu mimi nitakwambia uhalisia kwamba vita ya ubingwa ni ya Simba na Yanga kwa sababu hizo ndo timu zilizoangusha alama, alama chache zaidi mpaka saizi kwenye ligi Yanga kaangusha mbili Simba ameangusha alama tano. Umeelewa? Na unawaona namna wakiangusha hizo alama, jinsi ambavyo wanazichukulia. Kwa hiyo kikawaida kabisa mpaka saizi tunapozungumza JKT Tanzania mwenye alama ishirini na nne kuna wenye alama kumi na nane, kumi na tisa na alama kumi na saba. na mwenye alama ishirini na moja au ishirini na mbili. Michezo ambayo imebakia je, kitika bakiza mchezo mmoja tu ili amalize mzunguko. Akishinda huo mchezo atakuwa na pointi ishirini na saba. Au wengine wabakiza michezo mitatu, wengine mpaka michezo minne. Kwa maana hizi timu nne ambazo nitoka kukutajia hapa kwenye vita ya kusanya ubingwa. Mzunguko unaofuata kwa maana ya mzunguko wa pili watakuwa na mtihani wa kukusanya alama saba mpaka nane peke yake ya, ili wawe salama kabisa wasicheze playoff wala wasishuke. Kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, alafu hapo inabakia vita sasa ya kina Prison, ya kina Coast, inabakia vita ya kina KMC, vita ya hata Singida, naye akae umo umo kwanza mpaka atakapojitafuta, akapunguza gap la kuangusha alama, naye akae umo umo pia. Itakuwa ni vita kubwa sana ya namna gani ambavyo watu watabakia kwenye ligi. Mbeya City na wengineo wengi watabakia kwenye ligi. Sasa mzunguko wa pili unabadilikia wapi? Momentum ya timu nyingi huwa inabadilika kwenye dirisha la usajili KMC mmewaona wakina Iluta Pepo na wachezaji wengine wameingia kwenye ile dirisha dogo la usajili 16 na 15, wakaenda kumaliza nafasi ya sita na ya saba, na waka wakabadilisha mzunguko wakaenda kumaliza vizuri kule juu. Kwa hiyo nimekutana na fun fact kwamba ligi yetu mpaka sasa tunapozungumza imeshuka kutoka nafasi ya nne kwa ubora, i mean nafasi ya nne kwa ubora imekuja nafasi ya tano kwenye ubora, katika zile ligi bora tunazozungumza. Ligi yetu inazidi kuteremka zaidi. Level ya ushindani wa ligi yetu ni mdogo sana kwenye kushindania ubingwa na nafasi za juu. Sasa hivi tunapozungumza, nafasi za juu zitakuwa zinashindana na JKT e, Mtibwa na Namungo Singida Black Stars, Pamba Jiji. Lakini hizi timu kwa bahati mbaya, huwa hazinaga mwendo mrefu, hawanaga mazoea ya kuenda kwenye mwendo mrefu. Kwa maana zile mechi 30 zile wakusanya alama nyingi, huwa obviously mwendo wao unakuwa mzuri hapa mwanzo, then wanabadilisha mwenendo, kama ilivyokuwa kwa Fountain Gate msimu uliopita, namna ambavyo walianza vizuri sana, wakina William Mwedi Jawali, wakina Selemani Mwalimu walianza vizuri sana, alafu mara baada ya hapo wakaanza kuporomoka kwenye kukusanya alama lakini sasa kwa advantage yao ni kwamba walikusanya alama mwanzoni mpaka sasa hivi, ni miongoni mwa vitu ambavyo uvichukue sasa. Kwenye hizi nyakati kuna timu moja ambayo inatokea kujitafuta sana, ambayo ni Singida Black Stars. Wana hali ngumu sio sana, lakini wana hali ngumu kidogo mara baada ya matokeo ambayo wameyapata dhidi ya hiyo Sotoho sasa angalia mbele yao, mbele yao kuna CR Belouizdad, wanatakiwa wapate matokeo dhidi yao, wasipopata maana yake wameondolewa kwenye mashindano, fokas yao inageukia kwenye ligi wakati ambao wameshaangusha takriban alama kumi na mbili kwenye ligi mpaka wakati huu. Wanatakiwa kumaliza katika nafasi za juu, waende wakashindane kuwa miongoni mwa timu ambazo zitakuwa zinagombania, uh, nafasi za juu za kushiriki mashindano ya kimataifa. Alama kumi na mbili ambazo wameangusha, ukienda kumwangalia Jekiti Tanzania mpaka sasa hizi amecheza michezo kumi na tatu michezo kumi na tatu. Ee, ukienda kwenye wastani wa alama ni kama alama thelathini na tisa hivi, lakini wana wa alama ishirini na nne maana yake watu wameangusha alama kumi na tano. Je, Singida Black Stars una huo mwendo wa kufukuzana na JKT Tanzania, ambaye ameangusha alama kumi na tano wakati huyo kwenye michezo saba tu ya mwanzo, umeshaangusha takriban alama e, umeangusha takriban alama kumi na mbili. Una huo mwendo wa kushindana na JKT Tanzania. Kwa kidogo sasa hivi ligi imeongezeka ushindani kwa nafasi za juu. JKT Tanzania ameingia kama threat, lakini Pamba Jiji anakuja, nimekuambia kusanya alama sa, uh, katika michezo sawa sawa na JKT Tanzania. Anaweza kumpita JKT kwa zaidi ya alama uh, tatu, the same kwa Mtibwa Sugar pamoja na Coastal na Namungo ambao licha ya kusare bado ana hiyo nafasi ya kupata matokeo. Kwa hiyo uh, mimi na maoni yangu leo, walikuwa nataka tujadili kwa pamoja, bwana wewe, unaionaje? Ligi kuu soka Tanzania bara unaiona kama ligi yenye ushindani au unaiona kama ligi ambayo tu fine, wanashindana wale watu wa juu, lakini watu wa chini kidogo hali zao ni tofauti? Niandikie maoni yako hapa chini kwenye hii video, mwana IREM TV, popote ulipo kwa kupitia comment, lakini pia usisahau kusubscribe katika channel yetu, lakini pia ku like post zetu na kushare na watu wengi zaidi, ili kuendelea kuikuza familia ya IREM TV pamoja na wanamichezo kukutana sehemu moja kwa ajili ya kujadili taarifa na matukio pamojana na iyo mbalimbali kimichezo kote duniani. Mimi mimini Manuel Goodluck, bye, bye.